Saba sita mbili sita tisa mbili mbili tisa. Alafu namba ya msajili, namba ya msajili wa chuo Mchungaji Thomas Simon ni sifuri saba nane saba sita tano tatu sifuri tatu tano. Narudia namba ya mchungaji Thomas Simon ambaye ni msajili: sifuri saba nane saba sitini na tano thelathini thelathini na tano. Mungu awabariki wa sana, unaweza kutupigia wakati wowote tukakuhudumia. Amen. Makofi mengi jamani! Hiki ni chuo chetu wenyewe na tukipende, tusome. Ninafurahi, ninawafahamu wasomi wengi wa secular education ambao wamekuja kufanya masters pale na wengine wanafanya PhD. Kwa hiyo ni chuo kizuri. Sasa tuko nyuma ya wakati, vizuri sana. Jana tulikuwa tuko nyuma kama dakika thelathini hivi, lakini leo tuko nyuma dakika hamsini. Kwa hiyo tujipange kukaa zaidi, ili tupokee kipindi cha katibu wetu mkuu, akamilishe kile kipindi. Karibu sana. Kwa hiyo yeye ataenda saa hizi, tunamsimamisha ni kama saa kumi tu, ataenda mpaka saa kumi na moja. Saa kumi na moja tutamkaribisha mnenaji wetu wa moyo wa ibada, maana leo ni lala salama. Karibu sana katibu <tabu> miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho, tunamtaka Bwana na, tuna na nguvu zake pamoja na Bwana. Naomba tukae. Ninawasalimu wote katika jina la mwokozi Yesu. Ninachukua nafasi tena kumshukuru Mungu kwa kunipa fursa ya kusimama tena, aa na kukaribisha katika kipindi chetu hiki cha kujifunza kanuni za kubarikiwa kibiblia. Na jana tuliangalia kanuni chache, lakini leo kwa sababu ya mambo mengi tulionayo, huwezi kuifundisha Biblia yote kwa siku moja. Napenda nijikite kwenye kanuni moja tu. Jana nilisema kwamba kanuni za kibibilia za kubarikiwa tuliangalia katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nne pale ambako Bibilia inaeleza kwamba tutakapotii sauti yake na kufanya yale yote ambayo tunaagizwa kuyafanya ndipo ambako tutabarikiwa. Tukaona kumbe, swala la utii kwa neno la Mungu ndio ufunguo wa kwanza wa kukufanya wewe ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakaposikiza neno la Mungu kwa bidii, ndiyo kanuni ya kwanza ya kumfanya mwana wa Mungu aweze kubarikiwa. Tuliangalia katika kitabu cha Zaburi ya ishirini na nne mstari wa kwanza kwamba chanzo cha baraka ni Mungu. Neno la Mungu linasema dunia na vyote vyojazavyo, na wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana. Kwa hiyo vitu vyote tunavyovitamani viko kwa Mungu wetu. Kwa hiyo tukimpata Mungu, yeye ni chanzo cha baraka zetu. Huwezi kuongea baraka kwa mtu asibaraka. Ni kwa watu wa Mungu, baraka ni kwa wana wa Mungu. Usimuone mtu asiye na Mungu ukamhusudu, ukasema, jamani, hii familia imebarikiwa sana. Mtu anaweza kufanikiwa lakini asiwe amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuliangalia maana ya baraka, tukasema ni jumla ya mafanikio ya kiroho, kimwili, kijamii, kwa kutumia kanuni za Kibibilia, na tukaangalia kwamba ni pamoja na kuwa na afya yako. Tuliangalia baraka za Mungu ah, tunapoangalia baraka za Mungu kwa kweli, baraka za Mungu, Biblia inasema katika Zaburi ile ya kumi mstari wa 22. Inasema baraka ya Bwana hufanikisha wala huzuni haiongezwi nayo. Baraka ya Mungu inafanikisha mtu, akiwa na baraka unafanikiwa, mtu aliyebarikiwa unazidishwa, unakuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na hii baraka ya Mungu, hapa ndipo ambako inatutofautisha sisi na wasioamini. Baraka ya Bwana hii ni neema au upendeleo wa Mungu kwa mtu. Mtu anapokuwa na baraka ya Bwana ni kama neema fulani au upendeleo fulani unaoruhusu ufanikiwe katika mambo yako, safari yako ya maisha iwe njema, iwe na ustawi. Na Biblia imesema kabisa baraka ni jumla ya mafanikio tusema, ya kiroho, ya kimwili na kijamii pamoja na kuwa na afya njema. Lakini baraka hii tunaweza kuitofautisha na watu wasioamini. Wao wasioamini mafanikio yao yana majuto, kanuni zao ziko tofauti na za kwetu. Kwa nini tunajifunza baraka kwa kanuni ya kibiblia? Kwa sababu duniani hapa kila mtu anatamani kufanikiwa. Ni njia ipi ya kukufanya we ufanikiwe upite wapi ili ukutane na mbaraka wako kwa sababu ukitembea huko nje, mtu mwingine anaambiwa nani mpendwa? Kuna mpendwa mwingine alikuwa anaambia mimi ni mtieji kabisa, lakini nimeamua kwenda huku kwa sababu bwana, we siku hizi watu tunateaji mambo ya shapshapu, tumekaa kaibu, tunazekea hapo, hatuna nyumba, hatuna magari. Jamani, baraka ya kwanza ni kumpata Mungu, na ukimpata Mungu, Mungu ndio ana kila kitu kilichoko duniani. Mungu anaweza kukupatia maadamu unaishi katika kanuni zake, maadamu uko katika utaratibu. Wale watu wa nje, tuachane kabisa na manabii au na mitume na nani, tuje tu kwa kawaida ya, ya maisha ya kawaida. Wako watu wanaotamani kufanikiwa wawe na ustawi wa maisha, wawe na uchumi mzuri, wawe na magari, wawe na nyumba, ukizichunguza njia zao zina majuto. Ndio maana Biblia imeweka mpaka, baraka ya Mungu haina huzuni. Ukiipata baraka hii haikufanyi umwache Yesu. Kama kweli umepata mbaraka katika njia na kanuni za Kimungu, naamini kabisa utakapofanikiwa, ndipo inakufanya mpende Mungu zaidi. Utakapofanikiwa, ndipo itakufanya utumike zaidi maana kutumika kwako zaidi ni kama shukurani kwa Mungu kukubariki. Kumpenda Mungu zaidi ni kama unamwambia Mungu umenitendea, ninahitaji zaidi. Sivyo ilivyo kwa watu wa dunia. Mtu anapofanikiwa, kesho ameshuka, lakini hiyo, hiyo baraka ano, hayo mafanikio yanakuwa ya na masharti mengine, ni ya kuua kuondoa uhai wa mtu kabisa ili mradi tu awe na kitu. Wanadamu wana kiu ya mafanikio ya vitu vya dunia hii, na wako tayari kutumia chochote. Na sisi kama wana wa Mungu tunahitaji kufanikiwa, kubarikiwa, tunahitaji fedha, tunahitaji vitu, tunahitaji kuinuliwa kwa ajili ya Bwana na kama ni kwa ajili ya Bwana na Bwana ndio mwenye navyo, basi tukae katika utaratibu kama watu wagiza. Wao hukaa kwenye misingi yao. Mtu yuko tayari asilale katika sehemu fulani, haikuishi siwezi kutaja duka. Lilikuwa linafunguliwa mtu anafungua duka, kinafunguliwa mlango mdogo, ukitaka chochote kile una, unaangalia hivi afu huruhusi kukanyaga. Lakini huyo aliyokuwa anauza anavaa buti maisha yake yote kuna kiangazi, kuna jua kali, kuna hivyo, unashangaa baba na utajiri wote lakini kiangazi kikali amevaa buti anani za, ma za, za matope hayo, nayo ni nini? Ni masharti ili afanikiwe, yuko kwenye hayo masharti. Kama watu wanafanikiwa kwa masharti magumu ya kuwatesa, na sisi biblia yetu inasema kwamba Yesu anasema tumpe nira yetu nzito tuayeye, ah, yeah, atupe nini ya kwake nyepesi, laini. Tumpe mzigo mzito alafu yeye yeah, afanye nini? Atupe mwepesi. kutii ni kwepesi sana neno la Mungu, na ukilitii linakuletea faraja, mara linakupa mafanikio. Sasa kanuni ya kubarikiwa, kanuni ambayo naendelea nayo ni ile kanuni ya kupanda na kuvuvuna. Watu huwa wanachagua aina ya mbegu, si ndio? Jamani, jana nilisemea hakuna mtu mwenye akili analima eka tatu au nne lakini hachagui mbegu gani, anaenda kumwaga tu. Kama watu wanaopanda katika akili hizi za kawaida, wanachagua aina ya mbegu, kwa sababu anajua aina ya mbegu ndio itakayoamua mavuno yangu. Jamani, bwana asifiwe! Aina ya mbegu inaamua kile unakwenda kufanya nini kukivuna. Ndio maana mtu mwenye akili anakwenda kutafuta mbegu, inaitwa mbegu bora. Na kama, na kama hii ni kanuni ya kupanda na kuweza kuaplai katika ulimwengu wa roho, tunataka Mungu aamuru baraka katika maisha yetu, lazima unakopanda ujue unapanda aina gani ya mbegu. Mtu anapopanda alizeti anajua nitavuna alizeti, si ndio? Jamani, ukisoma katika, katika kitabu cha Wagalatia Biblia inasema tukisoma katika kitabu cha Wagalatia sita saba nane, hiyo inasema chochote apandacho mtu ndicho atakachofanya nini, atavuna. Bwana Yesu asifiwe! Mungu hadhihakiwi, chochote utakachokipanda katika kanuni hii ya kupanda na kuvuna ndicho utakachokivuna. Ukivuna wewe, kuna mtu anasema ah, bwana, wewe kutoa nguo sio uchungu, sababu nimeshaiva fashion imeisha, ngoja ipelekwe kwenye umisheni. Mungu naye atakufanyia hicho kisichokuwa na uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Una mbegu, aina ya mbegu ina maana sana. Kwa nini tunajifunza sisi? Ni kundi kubwa, tunahitaji Mungu abadilishe maisha yetu. Tuko kwenye huu mlima, tukutani na Mungu kikweli kweli, tukirudi, turudi tukiwa tumetengenezwa kiukweli. Wewe huwa unapenda kutoa nini? Maana mtu anayepanda karanga amekusudia kuvuna karanga. Wewe unayependa kutoa chakula utavuna tu magunia ya mahindi. Maana yatalindwa. Sasa ukavune kwenye fedha za nani aliyokuwekea? Ni kweli hatumpangii Mungu nipe kiasi hiki wala kile. Na msingi wetu wa kutoa ni kwa sababu tunampenda wa Mungu. Lakini kuamua ametupa akili kwamba kanuni ya kupanda lazima utavuna. Na Mungu ametupa kutumia akili kutafakari na kujua kama kupanda mbegu huwa inapandwa. Na mtu anayepanda aina fulani ya mbegu ndio atakayeivuna. Sasa wewe huwa unapenda kupanda mbegu ya aina gani? Badilisha aina yako ya mbegu unayopanda. Waza katika ulimwengu wa roho, wewe unapenda kupanda nini? Kwa maana Mungu huwa anaruhusu uvune kile ambacho unapanda. Na nimemthibitisha Mungu nilipokuwa nikipenda kutoa sadaka. Mazao siishiwi mimi, naweza kuwa na stoki ya mpaka miaka mitatu, na nakula na watu na nawapa watu. Kuna siku moja watu hawakuvuna kabisa, mimi nikavuna sana. Mtu mmoja akasema labda hili shamba la mchungaji nakuaga na mifereji ya, mife, ya ya maji kwa chini tusioiona. Sina hela, nikabadilisha mtazamo. Mimi naongea hapa ni mke wa mchungaji, hakuna mchango utanipita tena. Napenda, nakula kimya, nani anichangie.